Majina, mimi ni Lumumba Lumumba Kambere Muisa, niko mzaliwa wa Butembo ishasiya Butembo, na niko porte parole wa gouverneur wa North Kivu Mheshimiwa Bahati Musanga Elaston. Tunatoka Goma tunafika hapa na tunatumiwa na viongozi wa chama message particulier gouverneur kwenu ni kusema, anawasalimia kwanza. Anapokea le salamu <laughs> Gouverneur anawasalimia na anasema niwakumbushe kama macho yake yote iko hapa, sawa. Anasema ya pili, kama Kongo yetu itajengwa na watu gani? Sisi na sisi wenyewe nasi tujenge hii Kongo yetu sisi wenyewe. Inaomba tunakuwa na amani, si ndio? Na amani leo tuko nayo, si ndio? Manake na tutashenga sasa hii Kongo, si amani tuko nayo. Meile amani ya upeke haitoshi, inaomba tukue usina na upendo kati yetu. Upendo ni kusema nini? Upendo ni kusema ile mabitu ya ukabila iishe. Hakuna muhunde, hakuna muhutu, hakuna mutusi hakuna munande, hakuna munyanga, hakuna mluba, hakuna Mkongo. Sisi wote tuko wa Kongomani, sawa? Sawa, amani tuko nayo na upendo tutakuwa nayo, tutajenga Kongo yetu na itakuwa avien kushinda na nchi zingine za dunia, sawa? Sawa, aksansa.